Ripoti ya chama cha mpira duniani ya hivi karibuni inaiweka Tanzania katika nafasi ya 123 katika viwango vya soka duniani, huku ikishika nafasi ya 33 Afrika. Inatia walakini juu ya maendeleo ya soka nchini Tanzania, huku ikipelekea wachezaji wengi kutundika daruga bila manufaa yoyote. Jera Mtagwa ni mchezaji wa kale wa timu ya taifa ambaye anakiri amesalia na umaarufu tu. Kumbukumbu yangu mimi ni umaarufu ndompakaakitajia, mimi uwezi kupita watu watatu au wanne wa kupita tu hivi, lakini watu watu wanathamini kiasi kiasi. Yonina Soro ni kijana mwenye ndoto kede, anasema jitihada zake ndizo zitakazomfikisha katika mafanikio. mimi nina ndoto za kuwa kama Samata, ndoto inaweza katimia endapo nikiendea kupigana. mimi mwenyewe kama mwenyewe, ila ukiamua kukata tamaa, uwezi ukafikia ndoto zangu. Profesa Semboja ni mhadhiri wa uchumi na mipango kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Michezo ni shughuli za kiuchumi, na yenyewe inastahiki kuiboresha, kafanywa kwamba sio kwa ajili ya starehe tu bali ni kama ajira ambayo itakayoleta kipato na itakaweza kuleta maendeleo katika nchi Serikali inafanya jitihada gani kuboresha mchezo wa soka nchini Tanzania? Na pena uye ni waziri anayeshughulikia michezo. Mojawapo lazima pawepo na uwekezaji, na uwekezaji hauwezi ukawa wa muda mfupi. Tuko katika mchakato mkubwa wa kuifanya soka yetu kuwa ni soka inayomletea mtu kipato na ajira, ili pawepo na commitment kubwa. Usikose kusikiliza haba na haba wiki hii. Mimi ni Humphrey Mgonja, haba na haba, taifa linazungumza.